Mbona tunakwenda kwenye mazungumzo na nani? Kwa nini? Iwapo naweza jirudia kwenye muktadha huu, rais aliamua miaka iliyopita, sitawahi kuwa na mazungumzo na wezi, sitawahi kuwa na mazungumzo na wezi na mauaji na sasa anapokubali kuwa na mazungumzo na hawa watu ambapo aliwaelezea namna hii, tunaelekea wapi? Ni kwa nini amekubali? Italeta nini kwa maisha ya Wakongomani? Ni mazungumzo ambayo kwa muda mrefu hayajaleta chochote Bobo, Mumetua, mumefanya yote ambayo mlitaka kufanya, mumebaka. Sasa kwa dakika hizi, baada ya miaka thelathini ya mateso, ndio Angola ije na kusema tufanye mazungumzo na nyinyi? Je, kama ninasema kwamba nifanye mazungumzo na wewe, ina maana mimi ninakuwa mtumwa wako Sababu wewe unayehitaji kuniibia mali niliyonayo, unapotamani kuzungumuza, ina maana nitalazimika kutia amri zako. Yaani, sisi kama wakaazi halisi wa Kinshasa hatutaki kama kuzungumuza. Fanyeni mazungumuzo na hao waliokufa. Sisi tulio hai hatutaki. Kwa mtazamo wangu mazungumzo haya yangekuwa yametangazwa au kufanyika wakati AFC na M23 walikuwa wangali bunagana. Sasa kwa sababu wameshapiga hatua, wakongomani wameuawa, watu wamepoteza maisha. Sasa ni kwa nini wakongomani wakaribishe mazungumzo haya? Lakini kutoka sasa serikali ya DRC italipia zaidi.